Wakati aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini, Profesa Ibrahim Lipumba anaendelea na ziara yake ya kukiimarisha chama katika kanda ya kusini inayojumuisha mikoa ya Lindi na Mtwara, wajumbe wa CUF wilaya ya Tandahimba wametoa tamko kwa pamoja kumpinga Profesa Lipumba na kumtaka aache kukihujumu chama hicho. Mwandishi wa Mwananchi Digital Haika Kimaro ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari wilayani Tandahimba Wajumbe wa kamati tendaji ya wilaya ya chama cha wananchi Kafu wakiongozwa na mwenyekiti wa wilaya Tandahimba ambaye pia ni mbunge wa jimbo hilo Katani Katani, amesema kamati ya utendaji ya wilaya hiyo inaunga mkono kwa dhati maamuzi ya baraza kuu la kumfukuza wanachama Profesa Lipumba kwa kukiuka katiba ya chama hicho. Tunaongozwa na katiba ya chama na sisi kama kamati tupo kikatiba, tunatamka rasmi kuwa tunaunga mkono maamuzi yote ya baraza kuu la uongozi taifa kwa maamuzi yake yote ikiwa ni pamoja na kumfukuza wanachama Profesa Ibrahimu Haruna Lipumba. Kwa hiyo sisi wanakaf, viongozi wa kamati ya utendaji Tandaimba, hatumtambui Profesa Lipumba kama mwenyekiti wa chama hiki wa taifa. Tunatambua Profesa Lipumba ni raia tu wa Tanzania na hatukijui chama chake mpaka leo. Hata hivyo, wajumbe wa kamati utendaji ya wilaya wakiwemo wenye viti pamoja na makatibu wa chama hicho katika kata za wilaya Tandahimba wamemtaka Profesa Ibrahim Lipumba kuwacha kukivuruga chama hicho. Mi nawaomba wale wenzangu tusilete machafuko kafu. Sasa hivi ishafika pazuri. Lipumba sisi ametuchafua mda mrefu. Uchaguzi ikifika tunapata wabunge watatu, wanne. Ameondoka Lipumba, tumepata wabunge wengi sana sasa yeye anarudi, anakuja kutelemisha tena daraja hili. Tunasema sisi hatumtambui Profesa Ibrahimu Lipumba kuwa ndo mwenyekiti wetu wa chama cha wananchi CUF, na tunasema wote kwa pamoja kwamba kama chama chenyewe itakuwa yeye ndo mwenyekiti viongozi sisi makatibu wakati, hatuko tayari kufanya shughuli za chama chama cha wananchi CUF ndani ya wilaya hii ya Tandahimba. Tuko tayari makatibu nikiwemo mimi kuona kwamba hata kubadilisha jina kama anapenda yeye kujiita CUF. Sisi hatukuingia kwenye mageuzi haya ya kupenda mapinduzi eti kwa sababu ya chama cha CUF kama jina nembo tu. Sisi tunahitaji mabadiliko ya kweli kutoka Tandahimba, mkoani Mtwara. Haika Kimaro, Mwananchi Digital.